Si uongo kwamba kwa, kwa mechi uh, kwa, msimu huu na, m, na, msimu huu actually uh, Villa wamekuwa ni timu ambayo ina vingi vya kuonesha uh, Villa imekuwa timu ambayo inaonea uh, Villa amemfunga City, amemfunga amemfunga amemfunga, uh, mfunga mfunga Arsenal amemfunga United. Mimi siri ya Aston Villa ipo wapi? Aina ya kocha walionayo ama haina wachezaji ambao wapo ndani ya Aston Currently, huwezi kutofautisha hivyo aina ya kocha walienaye na aina ya wachezaji kwa sababu wamekuwepo pamoja kwa muda mrefu kidogo, kwa hiyo huwezi hmm, hmm, kutenga hivyo vitu viwili. Na kwa, kwa hiyo kinachowapa faida zaidi ni wachezaji kudumu ndani ya timu kwa muda mrefu pamoja na mwalimu walionao, yaani wachezaji kudumu pamoja na mwalimu walionao kwa sababu hivyo vitu viwili huwezi kuvitenga kwa sasa hivi. Hmm. Ingekuwa Unai ana miezi sita au miezi tisa katika timu au mwaka mmoja at least tungesema yeye ndo ameleta mabadiliko lakini, the fact kwamba Unai amekuwepo hapo kwa msimu miwili mitatu na kikundi chake kile kile ambacho wanakuja wengine kidogo, wanaondoka, wanaacha ile baseline uh, inafanya tuseme kwamba Unai na amefanikiwa kulishawishi kundi kuweza kuwa na matokeo bora na vijana wake wanajituma. Kama unakumbuka game ya Chelsea dhidi uh, ya Aston Villa kwa mtu aliyoangalia, ile game first half ni kama Chelsea walikuwa washashinda ile game lakini, yeah. walivyorudi kipindi cha yeah. walivyorudi kipindi cha pili mambo yalibadilika, and wanakutana na Forest ambayo imepitia kipindi kigumu uh, Forest msimu uliopita ilikuwa na msimu mzuri unlike uh, timu ya hadhi yake ilikuwa na msimu mzuri na kwa bahati mbaya, mmiliki na kocha tuseme walizinguana mm, uh, uh, Marinakis na Game time, gametme tuonavyo sisi.